Mirija ya uzazi ikiziba ni vigumu kuweza kushika ujauzito hata kama mbegu zitakuwa na nguvu. Hii ni kwa sababu miri mirija ndiko sehemu ambako mayai yakishapevushwa yanarutubishwa pale. Kwa hiyo ikishaziba ya mayai yanaweza yakashindwa kwenda kukutana na mbegu, lakini pia yanaweza mbegu inaweza ikawa vigumu kuweza kupita kwenye ile mirija, kwa sababu tayari ina uchafu, na huu uchafu mara nyingi huwa unatokana na maambukizi sugu ya muda mrefu kama maambukizi ya vaginosis, PID au UTI inayojirudia. Lakini pia inaweza ikatokana na upasuaji au uh, vipimo, vipimo inavofanyika kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke au inaweza ikatokana na kuwa na sumu nyingi kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke kwa muda mrefu, au kama uliwahi kutumia uzazi wa mpango, au inaweza ikatokana na mvurugiko wa homoni za uzazi. Sasa ili kuweza kuzibua mirija ya uzazi, unatakiwa kupata miongozo, lishe sahihi kutoka kwa mwili, lakini pia kuweza kupata tiba za CP na chorosetiko ambazo unazitumia kwa muda wa, mu, wa miezi mitatu mfululizo. Na ili kupata tiba hizi ni tafute kwa namba inayoonekana hapa. Usisahau kusoma caption kujua faida zake, na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.